Naomba muielewe dini kwamba dini na dunia kwanza. Mkiacha dunia dini mmeikosa. Na hiyo dunia wataitumia wenzenu, inawezekana siku wakakuzuieni hata hiyo dini kwa, kwa sababu mmewaachia. Na ndio maana ninasema kwamba Waislamu lazima na nyinyi mshiriki kupiga kura na kupigiwa kura. Kwa maana kachukueni fomu, ikiwa za udiwani ikiwa mwataka ubunge, eh? Isipokuwa zaidi ya hapo fomu hiyo mwachieni mama tu peke yake, ile fomu ya mwisho ile ile ya Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini hizi fomu nyingine baada ya, ya chili hapo na nyinyi kachukueni, mchaguliwe. Mkishachaguliwa ndipo mtaweza kukaa katika maeneo ya maamuzi, ili tunapotaka ardhi ya kujenga msikiti, na nyinyi tukukuteni kule ofisini, mtusaidie kwa sababu ukiomba ardhi mpaka kikao cha madiwani wakae wapitishe wakupe hiyo ardhi ya kujenga chochote kile cha maendeleo. Na ikiwa hakuna diwani anayejali jambo lako, hukumchagua wala hukushiriki wala hukujali, atakukumbuka? naomba tutumie busara zaidi. Lazima tuwe na madiwani wapo katika vikao vya maamuzi, tunapotaka heka mia mia mbili mmoja pale anatusaidia. Wala sisemi kwamba watu wachagueni, wachaguane kwa mujibu wa dini zao na imani zao. Ubaguzi katika nchi yetu ya Tanzania haufai, kwa sababu Mungu ametujalia tuko katika watu wa imani tofauti. Mungu ametutaka tuwe hivi, watu wa imani tofauti, tuko katika nchi moja ya Tanzania. Mungu anasema wa walau shaa Allahu laja'alahum ummatan wahida, Mungu angeitaka angewafanya watu wakawa umma mmoja. Maanake hakuna hii hakuna hi, wote dini moja, wote kabila moja, wote Mungu angeitaka, lakini kawatofautisha kwa hikma yake. Ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, Enyi watu nimekuumbeni kutokana na namu mwanamume na namu mwanamke wajaalnakum shuuban wa qabaila litaarafu na tumekufanyeni mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali ili mjuane. inna akramakum inda llahi atqakum, tukufu wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule hodari wa kumcha Mungu. Hivyo ndivyo alivyotuweka Mungu.